Wasante kwa majina, naitwa Michael Mwachumu, natokea Stanbic Bank Tanzania uh, makao makuu lakini, hapa naiwakilisha Simba Stanbic Bank katika bonanza hii ambayo imefanyika leo yeah. Yes, uh, kwa namna ambavyo mmekuja hapa tangu bonanza linaanza mmeshiriki. Hmm, kwanza bado mpo kwenye mashindano hapana? Uh, ha? kwa bahati mbaya tumezidiwa kwa hiyo sasa tuko nje, baza limekuwa laina gani? Uh, limekuwa lenye ushindani mkubwa na limekuwa zuri kweli, tumefurahia mchezoeche kihaki kabisa na tumecheza katika bora wetu, lakini kama unavyojua kwenye upinzani, kwenye mpira kama huu, kuna kushindwa na kushinda pia na kuna kudraw. Kwa sisi tulianza kama unavyoona, mchezo wa kwanza tulidraw, mchezo wa pili tukampiga mtu uh, magoli mawili lakini watatu kama unavyoona umetolewa yeah. uea uh, tumeharibu wapi lakini kwenye ushindani wenzetu wametuzidi sisi tulikuwa kwenye kiwango kizuri kama unaweza kufanya marudio ya ile mechi utaiona tulikuwa na wachezaji wazuri kuanzia safu ya mbele safu ya kati otu, kwenye kwenye nafikiri, tu ya na walinzi nyuma mpaka makipa wote walikuwa ni wazuri kwa hiyo nafikiri tuna mambo ya ufundi na tekniki wenzetu wametuzidi lakini tunajiandaa kwa ajili ya bonanza nyingine, tutafanya vizuri zaidi. Faida ya bonanza hili kutoka kwa wa Simba Simba Simba maana Sports Club Dio, na kushirikiana na taasisi nyingine ambazo hazipo kwenye uwanda wa michezo kwa maana taasisi za kifedha, labda faida imekuwa ni unadhani ni ipi faida ya kukutana katika matukio kama haya? Ah, hay, kwenye matukio kama haya, tukianza mambo ya afya, mipira au mchezo kama hii kwenye watu wenye matatizo ya akili inasaidia kurusha kwenye hali ya kawaida, lakini wenye kwenye akili nzuri pia anasaidia ku maintain ile hali ya akili. Lakini moja tunaweza kuona wenzetu wanafanya nini. Tupo katika soko la ushindani. Kwa hiyo na sisi tunaangalia ushindani kwenye level zote, kwenye level za mpira, level za biashara, kuangalia watu wanazungumzaje, wanafanya nini. Tunabadilishana mawazo na kuona picha mpya kutoka f labda kwa hiki ambacho wamekifanya, la kuambia kwa kwanza, mimi nawapongeza sana Simba wa wa wa kwa sababu siku zote wao wamekuwa wakiongoza kwenye mambo mengi, na wenzetu wa wanatuiga. Nafikiri sisi kama unavyoona, mmekuwa ni wa kwanza kufanya shindano kama hili, tukio kama hili kubwa kubwa sana. Sisi tumefurahi na tunawapongeza mno, na wengine pia kupata nafasi waige kutoka kwetu kama tunaweza kuonyesha mwisho, lakini sisi tunaamini kwa sababu tumeanza mbeleni, tutafanya vizuri zaidi hapa ya hiyo tutafanya vizuri zaidi hapa. Na kwa hiki ambacho kimetokea leo, nafikiri mmeona wachezaji, kuna wachezaji pale ukiangalia, mpaka imekuwa sehemu watu wanaanza kuongea maneno kwa timu tofauti kutoka kwetu, kutoka watu ambao wamechiti, wamefanyaje kisa kuchiti? Ni viwango ambavyo vipo, lakini viwango hivi sasa vinaashiria ubora zaidi wa katika mechi ya kishukuta na tarehe 9. Kwa hiyo mimi nawaambia tu kama nilivyoongea jana, nilitambia jana kwamba tarehe tisa watu wajitokeze waone ubora wa Simba. Simba anataka tuwakilishe tu taifa na Afrika nzima, sasa hivi kwamba kiwango chetu kimefikia wapi? Yes, Simba inavuka, of course mapema sana, hilo alina, alina ubishi mapema sana unavuka. Shukrani sana asante sana